mtazamaji tukisonga mbele mbunge wa mumias mashariki peter kalerwa salasya amepokelewa kwa shangwe na nderemo katika mji wa kakamega akitamatisha ziara yake kote nchini huku akiwarai wakazi wa magharibi kuunga mkono azma yake ya urais katika uchaguzi ujao mkuu wa 2027 brenda awira anatuarifu zaidi akihutubia wakazi waliojitokeza kumlaki na kumsikiliza kiongozi huyo ambaye sasa anakimezea mate kiti cha urais, mbunge wa mumias mashariki Peter Salasya amedokeza kuwa ifikapo mwaka elfu mbili ishirini na saba jamii ya Mlembe itawasilishwa kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais. Mimi nataka niwaulize watu wangu wa Kakamega ya kwamba mtakuwa mnaniona nikitembea Kenya yote, na sisi tusitishwe, hata chama tutakuwa naye hata nini tutakuwa naye kwa sababu najua hii safari, najua penye nilitoka na najua penye nataenda. Na mambo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama mimi nilipata kura kuchaguliwa kama mbunge wa Kakamega kama sina chochote, Mungu alikuwa na sababu akasichagua akasema enda ukuwe kiongozi pale. Na mimi nimesema sitakaa nione vijana wenzangu wakiteseka hawana kazi, alafu viongozi ambao wako na nafasi ya kuwasaidia wanakosa kuwa na ajenda ambayo inaweza peleka mbele watu hawa. Sasa wamama, mtushike mkono. Mbunge huyu wa mara ya kwanza katika bunge la kitaifa amewashutumu baadhi ya viongozi walioko mamlakani kwa kufeli kuyajali maslahi ya vijana nchini na badala yake kujitosa katika hafla za harambee zisizoifaidi jamii ya Mlembe. Timu ambayo ilichukuliwa ya Kenya Kwanza, walisema watasaidia mama mboga, walisema watasaidia mtu wa chini, lakini leo hii as we speak wameanza kufanya mambo ya harambee hatu kuchagua kufanya mambo ya rame. We want policies, we want ideas, we want job creation and this one. Kwa sababu umeona ameanza kutembea na tuara ambaye tu, tu pesa kidogo kidogo wewe, ila hali wanapora pesa ya Kenya. Mimi kama Peter Salasya nimesema ya kwamba come 2027 the voice of reason is going to speak, na venye tumetembea kila mahali, tunaenda kuwa na new leadership of this country. Wale jamaa wameshindwa kazi, kazi yao ni kuweka matumo mbele kwa sasa amesema haungi mkono mswada mpya wa kifedha wa 2025/2026 akipendekeza mswada wa sasa kuendelea kutumika nchini. Don't want to accept anything called finance bill. Kwa sababu the current finance bill, hii maneno ya finance bill ndio inafanya investors wanatoroka Kenya, inafanya vijana wanaleta hapa magoda magodam peke yake. Na mimi nataka niambie, niwakumbushe nchi ambazo zimegrow economically kama Amerika wanakujanga na finance bill mara moja for the entire period of the president. Brenda Wawira, West TV, mjini Kakamega.